Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao tumefika katika viwanja, lengo na makusudio yetu makubwa ni kufikisha kinima cha la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kwamba hapana hapasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Ah, mimi wananiita Salim, sijui wanakuitaje. Mimi naitwa Steve. Steve. Asante sana. Muislamu, Mkristo? Mimi nataka kuwa Muislamu lakini sina ma... eh? Ni Mkristo uh -huh, lakini nataka kuwa Muislamu. Wewe ni Mkristo lakini unataka kuwa Muislamu? So nafasi iko ya kuwa Muislamu na Uislamu ni kwamba unakubali, maanake nguzo ya Uislamu ni tano. Nguzo ya kwanza ni shahada. Shahada ndio kitu ya kwanza ndio uingie katika Uislamu, na shahada unarudia maneno kwa Kiarabu ambao utatamka kwa ulimi wako na nikukubali ya kwamba umekubali kuwa Muislamu. Alafu unakubali Mwenyezi Mungu ni moja, na unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Unaabudu mara tano kwa siku, unaona eh Yaani uislamu haina uzito. Uislamu ni uwepesi katika kila jambo. Mafunzo yatakuwa ya una asubuhi fajiri na saa saba kuna saa kumi saa kumi na mbili na nusu na saa mbili ya usiku. Yaani uislamu ndio dini nyepesi sana duniani, haina uzito ndani yake, sawa? So unyanyua kidole hivi ndio unakuwa Muislamu. Sema bismi. Bismi. Lahi. Lahi. Rahman

Nakili kwa moyo. bila kulazimishwa na mtu bila kulazimishwa na mtu kuwa mwislamu sema nakili kwa moyo na kutamka kwa, kwa ulimi ya kwamba hapana hapana mola. mola apasaye kuabudiwa kwa haki, kwa haki. isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. tu sema nakili kwa moyo na kutamka kwa ulimi Utamka kwa ulimi. Ya kwamba, ya kwamba hakika ya Muhammad, hakika ya Muhammad ni mtume Mutume wa Mwenyezi Mungu, nakili na, na, na kuamini na kwa hayo maneno machache usakuwa Muislamu. Yaani Uislamu haina uzito, yaani kwa kutamka maneno machache unakuwa Muislamu. Sasa kilichobaki ni kusoma Uislamu, kwa sababu Uislamu ni vizuri kusoma ndio uweze kujua na uweze kutekeleza ibada. hmm. sawa na wewe bado kijana mdogo. So ukisoma Uislamu, Uislamu utakufungua akili na mambo mengi sana. So utajua mahali unapokaa ndio tuweze kuingia na wewe katika sehemu ya hapa Mkuru kwa Ruben ndio uweze kusoma dini yako. Sawa? Yeah. Ungependa jina gani katika Uislamu? Katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri. Kuna kuna Muhammad, kuna Isa, kuna eh, Zakaria, kuna Yahya, kuna eh, Idris, kuna Suleiman, kuna Musa. Unaona kuna Harun. Musa ni ya Muislamu, Musa ni ya Muislamu, mus, e, wote manabii walikuwa ni Waislamu. Isa ndio Yesu tunachukua e, jina ya Isa ambao ni Yesu ni Muislamu mm. Eh, a manabii wote walikuwa Waislamu, na hakuna nabii aliyetumwa na Mungu duniani akatangaza miungu miwili au mitatu. Wote walitumwa wakatangaza Mungu ni mmoja peke yake, kwa sababu wote walikuwa ni Waislamu. Manabii wote walikuwa ni Waislamu. ishirini na moja ishirini ishirini na moja ishirini ah, hey, na tano Alkarim anasema mtukufu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hatukumtuma kabla, kabla, kabla yako mtume yeyote hey, hey. ila tulifunulia kwamba hey ulifunulia kwamba hakuna abudu yoye ila mimi basi ni abuduni. Unasikia, hakuna mtume aliyetumwa kabla ya Muhammad. Isipokuwa wote walitangaziwa waende wakatangazia watu wamwabudu Mungu peke yake. So wewe nakuwa mwislamu, sio wewe umejichagulia kuwa muislamu, ni Allah amekuchagua. Yaani neema ya Uislamu, alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Uwezi kuwa mwislamu kama Mungu hajakuchagua. Hmm. Mtume alikuwa anataka ami yake awe, awe muislamu wapi? Kwa sababu anayechagua binadamu kuwa Muislamu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Mtume alikuwa anataka watu wengi wajiunge katika Uislamu, lakini akaambiwa hauwezi kumuongoza umtakaye, we mtume, anayeongoza ni Mwenyezi Mungu, na Mungu humuongoza amtakaye. Sasa aliyekuongoza ni Mwenyezi Mungu ambaye akakuongoza kwa sababu fulani, ili uweze kwenda kumfanyia ibada, kwa sababu lengo na maksudi wanadamu kuumbwa ni kwa ajili ya kufanya ibada. Sawa e, sasa ungechukua jina gani? Idris, kuna Idris, kuna Noah. Sasa ukichukua na hii yako ah, oh. Tutakunja kunja tuweke kwa box, tunawarudishia wenyewe sawa, ambao walikupatia kwa sababu walikupatia Steven, unaona, oh. Sasa hiyo tutakunja kuja polepole tutawarudishia wenyewe e, sasa utabaki nayo, ndo ukiitwa watu wanajua huu Muislamu, ndugu yetu, tunaitana majina ya kujuana. Sawa eh? kama na bado watu wananijua tu kama Steven. Eh e, hiyo Steven ane. Itakuja ikitoka kwa sababu unawambia mimi ni saa kuwa Muislamu. Itakuja polepole pole, pole, unawaelezea itakuja ikitoka tu. Majina yeah, inakujanga ikitoka. Namna yeah, watu wanavyozoea ndio hivyo. Inakuja ikitoka. Alafu kusoma Uislamu ndio jambo la muhimu sana, ndio uweze kujua. Ila nyumbani unaitwaje? Ila nyumbani? Inaitwa e, Samuel. Samuel. So unaweza aitwa yeah, uh, ah hiyo bado hiyo sio ya nyumbani. Yeah. Si ya ile ya nyumbani, hakuna Samuel ya nyumbani, si ndio yeah? E, ndi ya nyumbani sasa, sasa, sasa Oduor ya, ndio ya nyumbani hii. Steven ya kuwekwa Oduor inabaki, so unaweza itwa Idris Oduor. Muhammad Oduor. Una Isa Oduor, ama unaitwa Ibrahim Oduor. unaona? E, ungependa Ibrahimu ama Musa Ibrahim. Ibrahim, asante sana. So karibu sana. Utaitwa Ibrahim Odor. Nango mera? Nango. Ama Odor sio mtu wako? Odor ni mjaluo tena ni mluya half cast. Oh, asante. Karibu sana half cast, mashaallah. Karibu sana . So usa kuwa Muislamu, utajua kama unaishi pande hii ndio tuweze kuingia na wewe kwa mosque. Sawa eh? Eh, sasa wewe tulia hapa kidogo tu alafu tupate details zako enda uongee na huyu kaka huyu. Huyo kaka Mkristo, una swali yoyote ungependa kuwauliza Waislamu kwa leo? Kwa niaba ya walimu mimi ndio nimesimama. Sina na mimi. Unasemaje, ni kuuliza swali moja kama wewe ni Mkristo. Asante. unashiriki kanisa gani? ABC. ongeza sauti nisikie. ABC. ABC. Asante sana. naye Yesu alishiriki kanisa gani? hiyo ndio swali yangu, ndio nijue ile. Sina jibu. Yaani unajibu wakati wewe ni Mkristo na unaenda pamoja unasema unamwamini Yesu. Sina jibu. Ah, lakini Biblia iko na jibu. Sikiliza, Yesu alishiriki kanisa gani? Nne kumi na sita Luka. Angalia na macho yako. Angalia kanisa ambayo Yesu alishiriki alishiriki. Nne kumi na sita baba. Ndio kumi na sita. Eh, kumi na sita moja kwa moja tu hapo. Ah, kaenda Nazareti hapo alipolelewa. Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa Yesu, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Ilipofika siku ya ibada, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. So Yesu, kawaida yake alikuwa akienda katika sinago sinago, sinago? sinagogi sinagogi. Hebu muonyeshe hapo, sinagogi nini? Maana tunaangalia tujue huyu Yesu naye alikuwa gani, usio wewe ni mpinga Kristo. Inasema sinagogi nini? Sema kaka, msikiti wa Wayahudi. Ala, kumbe Yesu alikuwa akienda kwa msikiti <laughs> na wewe kanisani unatafuta nini? Mbona unakuwa mpinga Kristo, unakuwa antichrist wewe? Aje kwa sababu Yesu anasema mahali nilipo ndipo napo mtumishi wangu anakuwapo. Sasa Yesu yuko msikitini, wewe uko kanisani. Ni wapi na wapi? Yesu ajeenda kanisani? Yesu ameenda msikitini, wewe ukakataa, ukaenda kanisani. Wapi na wapi? Mbona unampinga? hii maiki inafanya, eh, usiona kama ifanyi? Maanake wewe Mkristo ambao nimeona unampinga huyu Yesu ambao unasema unamfuata kwa sababu wewe uka kanisani, yeye eh, yuko msikitini, na ndio tabia yake kwenda msikitini, na wewe unaenda unaona, eh, eh, ABC. Sasa unasemaje umfuate Yesu msikitini eh? niko sawa na... so wewe, we, uko sawa na kumpinga Yesu. We ni Antichrist, sio hiyo? lakini niko. niko sawa eh, ndio nasema, sijasema uko sawa, maanake uko sawa kumpinga Yesu. ni waamuzi wangu, ni waamuzi wako. ABC ilianza lini eh, duniani 1945. 1945, so kabla ya 1945, hakuna hiyo kanisa. na iko nchi gani headquarters? Kenya? Kenya Asante sana. So hauna swali yoyote ungependa kuwauliza Waislamu? Sina, asante lakini. Tumejua wewe umesema mambo ya Yesu ni waamuzi wako, una haja na Yesu lakini asante sana, lakini makosa kuwakataa manabii, ni vizuri kuwakubali pia Green. Yeah. Oh, wewe pia mkristo au um... muislamu bado huna dini bado? Sasa mbona uliamua kukaa bila dini? Si ungechagua basi ndio ujulikane wa pande gani? Yaani wewe uliamua ukae bila dini. Sasa unasemaje upate dini ambao ni free? hakuna membership card. Hautaitishwa sijui uh, mia tano ya registration hapana. tatu kumi na tisa Qur'ani. Baba kwanza tumwonyeshe mbili tatu, akasema pia hakupata. kazi yetu ni kufikisha tu kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Bila shaka, Hey. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tunaambiwa, bila wasiwasi, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa sababu Mungu alipowaumba wanadamu, amewapatia njia ambayo ni mwelekeo ya kila mwanadamu afuate. Akawaletea dini ya Uislamu ambayo hii dini ya Uislamu ameifanya, manabii wote walikuwa katika dini ya Uislamu. Hakuna nabii alikuja akawa na dini yake kando. Sawa, eh? na Mungu anapowapendelea waja huwafungulia kifua chao Uislamu. Tano, tano tatu, kwanza leo, tano tatu e, anatupendelea tu Waislamu. Jina la Mwenyezi si Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu leo. Uh -huh. nimekukamilishieni dini yenu Yaani Mungu anatuambia leo ametukamilishia dini yetu. Yaani Uislamu umekamilika hauna dosari yoyote. Uh -huh. na kukutimizieni neema yangu. Na Mungu ametutimizia neema yake na nimekupendelea ni Uislamu uwe dini yenu. Na Mungu ametupendelea Uislamu uwe dini yetu. Na ndio umeona, nimeambia ule kaka, sio sisi tumemfanya asilimu, aliyemfanya asilimu ni Mungu kwa sababu Mungu ndiye anamfungulia kifua cha mja Uislamu, anapompenda mja, basi humpatia Uislamu. So ukiona mwislamu ujue hajakuwa mwislamu kwa ujanja wake. Hapana, ni Mungu amemchagua na akamfanya mwislamu na ndio Muislamu anafaa kusema alhamdulillah. Watu wako bilioni ngapi duniani? Lakini Mungu anakuchagua katika watu wote, anakupa hidayah, anakufanya Muislamu. Manabii wenyewe waling'ang'ana. Ukiangalia Nabii Ibrahimu alayhi salam, alingang'ana babake akuwe Muislamu lakini wapi? Pasabu, kwa sababu anaifungua Uislamu ni Mwenyezi Mungu. Anawaambia wacheni kuabudu haya masanamu, haya masanamu hayasikii hayaoni, lakini wanamuona, mambo hayaingii kwa akili yao mwisho wakaangamia. hivyo hivyo, so anayemjalia mja. Kuwa kazi yetu ni kufikisha, na ndio huwa tukija hapa tunakufikishia ni hivi na hivi. Sasa wewe unatoa uamuzi wa wako. Una swali yoyote ungependa kuwauliza Waislamu au ungetoa pia uamuzi kuwa Mwislamu? Uko na swali ya kuuliza, hebu injika hiyo swali. Wewe kijana mdogo, uliza kwa sauti tukusikize. Wakati mtu anajiunga na hii dini yenu Eh, e, e, unajua, ujana nao tunaambiwa ni nini? Ya moto <laughs> e, ujana iko na nini sana, so e, unaweza vaa, kwa sababu katika mavazi mazuri yanayokuwa yanatakana sana ni kanzu, unaona. Au ukivaa suruali na shati lazima make sure pia ziko zinastiri uchi wako. Unaona, eh? Sio suruali imekubana sana unaona, kuna vijana pia wanavaa suruali imembana unaona mpaka nini yake yote mwili yake, unaona? Pia ufai kujibana. Vyenye vyenye kwa wanawake imekatazwa, pia kwa wanaume imekatazwa. Sio wewe mwanaume unavaa suruali imekubana, alafu huku kwote ukienda kusujudu hivi, huku yote iko wazi unaona? So, ukivaa mavazi yote lazima yawe yana stiri uchi yako vizuri. Sawa, eh? Eh, sasa hii saa zingine mnararua mnararua mpaka huku kwa mapaja ati ni uh, ujana ujana. Sasa hiyo umerarua mpaka kwa mapaja, sio nzuri unaona. Unavaa suruali ambayo ni nzuri tu unaona, eh? Yani kama ni hiyo nini inakuwa ni nzuri, iko vizuri, alafu umekata tu pale chini vizuri, inakuwa iko na sunna unaona, eh? Yani ivuti uchafu na nini. Mavazi ni ya kujistiri, iwe nayo unajistiri vizuri. Hata wanaume wanaelezwa wajistiri vizuri, sio tu unatembea hivi hivi namna unavyotaka kwa sababu dini ina sheria pande ya wanawake upande ya wanaume e. Na pia kwenda na t-shirt zimechorwa mapicha inakatazwa ndani ya Uislamu unaona eh? Yani, umechorwa mapicha unaenda kuswali, nini? Inaambiwa haiswihi, sio vizuri. Tafuta t-shirt kama ni t-shirt ambayo haina maandishi, maandishi maovu, maovu. Kuna t-shirt unavaa unaona ni matusi imeandikwa, alafu unavaa unaingia nayo kwenda kusali, unaona so hizo zingine zinakatazwa. Ni vizuri unatafuta t-shirt ambayo ni plain kama ni white kama nini, unaona kitu plain unaona, ambao kama itakuwa na nini, haina maandishi ya, ya matusi ama nini, kitu plain ni mzuri yeah. e. Sasa we ni uamuzi ni wa kwako, hatukulazimishi e, na sijui kama umefika miaka kumi na nane yeah. Umefika? Yeah. Aa, asante. Swali, uko na swali au ungependa kujiunga kuwa Muislamu? Ukiwa umefika miaka kumi na nane nchi ya Kenya, uko na ruksa ya kutoa uamuzi wako. Underage ndio huwa tunahofia juu ya wazazi kuleta fitina, lakini ukiwa wee ni over 18, serikali inakubali unatoa maamuzi yako. Uko tayari kujiunga naye? Uko tayari kuwa Muislamu? Yeah. Asante sana. Nyanyua kidole hivi

na kutamka kwa, kwa ulimi bila kulazimishwa na mtu kuwa mwislamu. Sema nakili kwa moyo na, na kutamka kwa, kwa, kwa ulimi ya kwamba, ya kwamba. Hapana mola, hapana mola, apasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sema nakili kwa moyo na, na kutamka kwa ulimi kwa ya, kwamba, ya kwamba hakika ya Muhammad, Muhammad, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakili na, na, na kuamini na na e Mwenyezi Mungu, e Mwenyezi Mungu. E Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo maneno machache unasaa kuwa Muislamu, yaani saa hii na hiki kibaridi tukikuingiza kwa hii maji hati tunakubatiza ungepata limunia Unaona? Lakini kwa Uislamu tumefanyiwa wepesi maneno tu peke yake unakuwa Muislamu. Sawa eh? Yeah. E, sasa kilichobaki ni majina ya kujuana. Eh, zamani ulikuwa ukiitwa nani? Dhiambo. Ah, Dhiambo hii nyingine ya kizungu kizungu. Gelen. Geren. Geren. Unaona wanakuita Garan. Sasa <laughs> <laughs> wanataka kuita jina mzuri wanakuita jina ambaye eleweki. Sasa katika Uislamu kuna majina ya kujuana mazuri tu. Eh, uh, utasikia mtu anaitwa Muhammad Isa. Utasikia mwingine anaitwa Zakaria. Naona mwingine anaitwa Yusuf. Naona Yusuf, kisa ya Yusuf ni kubwa sana. Kuna mwingine anaitwa Suleiman, kuna mwingine anaitwa Salim, kuna mwingine anaitwa Hassan, kuna mwingine anaitwa Hussein, kuna Idris, kuna Abdikalim, kuna Abdurrahman. Naona yani mja wa Mwenyezi Mungu, naona mja wa mwenye kurehemu, naona anaitwa Abdurrahman. Unaona, so majina ya Kiislamu ni mengi, alafu yana maana yake. Kuna mtu anaitwa Rashid. Rashid maana yake kiongozi. Unaona, so haya majina ni mazuri ya kujuana sana. Hasan, Hasan maana yake mja mwema. Ungependa Hasan? Yeah, ah, mashaallah. Sasa utaitwa Hasan Odhiambo. Odhiambo, karibu sana katika Uislamu. Haya, muone huyu kijana huyu hapa anaitwa Yusuf. Yule anakuita anaitwa Yusuf ndio tujue namna ya utaanza kusoma huyu huyu tasastristo unaenda hee gani? Asante sana. Mimi ni Muislamu naingia kila msikiti ambao unapatikana katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. watu wanaswali wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Je, ungekuwa na swali, ungependa kuwajua hawa Waislamu, labda kuna kitu inaonanga na wewe unasikia kwa Waislamu, lakini unasema nikiwapata siku moja nitakuja kuwauliza, ndio nijue kama ili jambo la kweli au la urongo. Eh, wanatoanga sadaka kweli ama? Ana, unauliza kama Waislamu wanatoanga sadaka ama? Eh, Waislamu wanatoa sadaka mno. Sadaka Waislamu wanatoa sadaka. Waislamu tumehusiwa kutoa sadaka. Qur'ani mbili mbili, kwanza baba. Ah oh, mbili mbili alkarim nasema hata e, duniani sioni watu wanatoa sadaka kama Waislamu. Waislamu wanatoa sadaka mno. Nasemaje baba? Uh, inasema mwalimu wangu. Hey. Uh, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi rehema na mwenye kurehemu. Asante. Hiki ni kitabu kisicho kuwa uh -huh. na shaka ndani yake. Na ni uongozi kwa mchaa Mwenyezi Mungu ambao uyaamini asionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Asante. Na usimamisha sala na kutoa katika yale tuliyowapa lakini tuna utaratibu wa kutoa e, kutoa kwetu hatutoi kama nyinyi nyinyi wa Kristo mnatoa yeah. Sadaka yenu mkitoa mnapeleka wapi? Mnapea nani? Nani anakula? Pastor? yeah. <laughs> <Pastor laughs> ndio anakula. Sasa hiyo ndio makosa, sadaka ifai kukuliwa na pasta au kiongozi peke yake akule sadaka. Labda huo kiongozi ni maskini, ndio apewe sadaka. Kama kiongozi sio maskini afai kupewa sadaka, Qur'ani 960. Muangalie tunapea sadaka kina nani Ha, inasema sadaka hupewa watu hawa, sadaka hupewa watu hawa, mafakiri hey, na maskini. Sikiza, sadaka hupewa mafakiri na maskini. Mafakiri ni yule mtu hana mbele wala nyuma, na maskini ni yule leo anaweza pata, kesho anakosha. Unaona, so huyo ni maskini ndio anafaa kupewa sadaka. Teremka chini na wanaozitumikia na wanaozitumikia wanafaa kupewa sadaka wakule, kwa sababu wewe umetuma mtu akupelekee sadaka. Kwa mfano, umenipatia elfu kumi nipatie mtu fulani sadaka, niende nikupelekee. Lakini wewe haujajua mimi nitasafiri, lazima nitumie mafuta kwenda huko. So ukinipa elfu kumi nafaa uniongeze elfu mbili ukaniambia hiyo ni ya kwako, ni ya kuweka mafuta au ya transport yako, ili mtu asijakala ile sadaka aliyokutuma ufikishe. Sijui kama unanielewa eh? Eh, yani mtu amekutuma na amana, peleka hiyo amana town kwa mtu fulani, lazima akupatie fare kutoka hapa kwenda mpaka Nairobi na kurudi, kwa sababu asipokupa na utatoa wapi? Hapo Utakuwa ni makosa. Teremka baba? Oh, na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu na wanaotiwa nguvu nyoyo zao ndani ya Uislamu, kwa sababu watu wengi wa Kislimu huwa wanaachwa na watu wao, wanawapatia bahari ya, wanasema wewe atukuhitaji Unaona, so pia yule anaingia miongoni mwa watu wa kupewa sadaka, kwa sababu labda amepata madhila malizia. Ana kuwasaidia wenye deni, na pia tunasaidia wenye deni. Unatoa sadaka unamlipia mtu mwenye deni, kwa sababu labda mtu anadaiwa nyumba miezi tatu, na hiyo nyumba inakuja kufungwa, na wewe uko na uwezo wa kumlipia, sio? Unatoa kama sadaka, unamlipia, unapatia landlord hiyo pesa, asifunge hiyo nyumba, ili huyo mtu aweze kukaa. Kwa sababu ukiona mtu ameshindwa na kulipa nyumba, sio kutaka kwake, ni matatizo. So, unajua hivyo yeah. Eh, sasa sisi sadaka inatolewa katika utaratibu huo, lakini nyinyi mkipata sadaka mnampatia tu kiongozi peke yake yeah. Nani alifundisha huo mnapatia kiongozi? Yesu, si mnamjua alikuwa duniani yeah. Maisha yote ya Yesu alichukua sadaka yeah. Sasa kama Yesu hakuchukua sadaka, watu walijifunza wapi sadaka? Katika upande wenu inakuwa ni wizi na siogopi kukueleza hivyo, ni wizi, kwa sababu wale viongozi hawaambii kuwa sadaka inafaa upatie maskini. Inaweza kuwa wewe labda hata ndugu yako umetoka tumbo moja ako na shida, lakini wewe unachukua sadaka unapelekea mchungaji, unamwacha ndugu yako. Inafaa kwanza uanze kwa ndugu yako, unamsaidia. Naelewa njia ingine tusikie. Na mbona ukisoma hii Biblia si ya Kiislamu wanasema utoe hii ya uh, Biblia eh. Biblia inasema utoe sadaka, lete hapa hiyo Biblia. Inasemaje mambo ya sadaka, na ukitoa inafaa ufanye nini? kumi na nane kumi na nane Luka, muonyeshe vizuri. Nasema upewe kina nani? kutoa iko lakini, wenye kupewa ndio inategemea. kumi na nane, kumi na nane, Luka baba. Wanapewa kina nani? Eh. Ah kumi na nane kumi na nane Luka. Eh. Eh. Inasema mwalimu wangu hey. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza, uh -huh. akisema mwalimu mwema, uh -huh. nifanye nini nipate kuuridhi uzima wa milele uh -huh. Yesu akamwambia, uh -huh. mbona unaniita mwema, uh -huh. hakuna aliye mwema, uh -huh. ila mmoja, uh -huh. naye ndiye Mungu. Wazijua amri: uh -huh. usizini, uh -huh. usiue Usiibe, usishuhudie uh -huh. uongo uh -huh. Waheshimu baba yako na mama yako. Akasema hayo yote nimeashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo, alimwambia hey. umepungukiwa hey. na neno moja bado, viuze ulivyo navyo vyote hey. ukawagawie maskini. Ala, kumbe Yesu anasema ikiwa umeuza kitu, ile sadaka unafaa kutoa, uende upatie akina nani? Maskini. Sasa unaona, nyinyi mnafanya ni mnafanya opposite kabisa. Yesu alikuwa na uwezo wa kusema ukiuza niletee hapa mimi. Lakini hakusema hivyo. Asema wewe ukiuza vitu kwa sababu ukiuza kuna ile nini unataka kutoa yani, kwa ajili ya, ya kurudisha shukrani, unaambiwa ile kitu unatoa patia maskini, ila nyinyi hamtaki kufuata, kufata. Nyinyi mnataka kupatia mtu ambaye ni tajiri, mtu ambaye anaishi hapa Karen. Alafu wewe unaishi kijiji wewe unachukua elfu moja unampelekea ati kwa kanisa, ati ni kiongozi wa kanisa kati ya, we na e, ya yeah. Nye, wewe na yeye nani ana akili? Yeah. Ni yeye kwa sababu wewe ungekuwa yeye ndiye anafaa kukupatia wewe, kwa sababu wewe uko chini yake. Maanake sadaka huwa inatolewa venye mtu ana uwezo. Na mpana vizuri eh? Eh. Kama una uwezo wa kununua unga ya leo uwezi toa sadaka, utatoaje na una uwezo wa kununua unga? Kwanza tafuta ya kununua unga. Sio tu unatoa unamaliza. Hapana. Yaani wewe unaunga hata ya kula alafu wewe unasema natoa sadaka, alafu nalala njaa. Mungu apende wajinga. Mungu apende wajinga. Lazima utumie akili. Kwanza ule ni milionea, mtu anatembea gari ya 40 milioni. We mwenyewe, sisi hapa kijijini unajua hali yetu, Mungu ndiye anajua zaidi. Sasa wewe unaona nyinyi ndio mnatoa lakini mnatoa vibaya, lakini kutoa inaruhusiwa. Lakini sio utoe upatie matajiri. Uwezi chota maji kwa mtungi ukimwaga kwa bahari, unachota kwa bahari ukimwaga kwa mtungi. Sasa nyinyi mnafanya fa opposite. Mnachota kwa mtungi mkimwaga kwa bahari. That's the problem. Umeelewa? Eh, yeah. E, so kutoa uendelee kutoa lakini upatie maskini na uwe Muislamu. Ah. Yeah. Kinachokuzuia kuwa Muislamu nini? Hakuna. Haya, nyanyua kidole ukuwe Muislamu. Uko tayari au bado? Aja ni kuja kesho nie ni mshirie, nakuambia haya, insha allah. Basi wewe ukiwa tayari, nafasi iko sawa, karibu sana. Namalizia tukisema hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.